Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu wapenzi wafuatiliaji wa darasa zangu, wafuatiliaji wa vipindi vyangu, wafuatiliaji wa masomo yangu, baba zangu, ndugu zangu zote, ni matumaini yangu kwamba muboheri wa afya munaendelea na ibada ya somo vizuri, insha Allah. Mimi lango ai uh, katika somo zenu, katika funga zenu, katika maombi yenu, inshaallah auambia kwa Allah soteni kwa pamoja, awajalie so makbul wa Ramadhani karim, akijibu dua zetu, tusamehe dhambi zetu tunazozifanya siri na bahiri inshaallah. Nimeamua leo kuzungumzia mti huu. Mti huu unafahamika kama mkayukayu, kulingana na maeneo tulio. Sisi tuko pwani, tunauita mkayukayu. Mti huu ni mti ambao kwamba una faida zake kadha wa kadha, lakini ni mti ambao kwamba uh, una manufaa katika jamii, unaponya maradhi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, unasaidia na ni mti ambao kwamba tunaweza tukasema kwamba unaweza kuwa sababu ya sisi kupona kwa maradhi kadha wa kadha. Leo niko kwa ajili ya kuzungumzia mizizi na stem Nitaanza kwa mizizi. Iwapo kuna baba yeyote ambaye kwamba hawezi perform vizuri tendo la ndoa, basi nitasema kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu afike katika mti huu, achimbe mizizi, apate ujazo wa mizizi wa kiganja chake, ama apate mizizi ambayo atakata pigipigi, kama ni pigi saba, ni kumi, hata zaidi zile ataenda atazichemsha, kisha atatumia robo glasi, robo glasi. Lakini kama kuna mtu ana ujasiri, maanake dawa hii ni kali, anaweza akatumia nusu glasi asubuhi na jioni, ama ile time yako ambapo kwamba umekula daku umemaliza, then unaweza ufanya dawa yako, kisha ukalala. Baada ya kufungua, umepata ari vizuri, umemaliza, unachukua nusu glasi yako na kunywa. Utafanya kwa muda tu wa siku tatu peke yake, only three days. na I'm very much sure uta, utanishukuru, you'll thank me. Sababu, ni dawa ambayo kwamba tayari vinaelezea, lakini kuna watu ambao kwamba washatumia hii dawa. Kuna wazee wangu ambao kwamba ilikuwa ni siri yao, mimi naitoa leo. Maana yake nimewaelekeza kitambo kidogo, na wameishi katika kutumia dawa hii na mambo yao alhamdulillah koo ni dawa ambayo kwamba inakuimarisha, mbali na kukuimarisha inakurekebisha kabisa pia.